hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kwa jina naitwa Salha Abdulwahab, natoka kampuni ya Tatawa, kampuni ya Shehe Habib Ali Kombo. Niko hapa katika uwanja wa ndege wa Zanziba, naelekea unaelekea Saudi Arabia kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ibada hii ni katika nguzo tano za Kiislamu ambazo Waislamu tumetakiwa tuitekeleze, kwa hiyo tunakwenda huko kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Tunaomba Waislamu wote watuombee watu dua, tuende salama turudi salama, na sisi tukifika huko tutawaombea dua na wao waweze kuja kuitekeleza ibada hii ambao ni ibada muhimu sana kwa sisi Waislamu. Tunaomba dua zenu kwa wingi wa Islam. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Mariam Sudi Saburi, natokea katika jumuiya ya Tatawa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wakati huu, saa hizi, milango ya saa saba, tuko hapa airport kwa ajili ya kuelekea Saudi Arabia. Lengo ni kwenda kutekeleza ibada ya hija, nguzo ya tano ya Kiislamu na waambia wenzangu watuombee dua insha allah, tuende salama turudi tu, salama, lakini pia tuweze kuitekeleza ile nguzo ki ya kiislamu na yale ambayo tulio yakusudia. Lengo ni kwenda kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, naomba sisi wenzetu watuombee dua na sisi tutaombea dua tutakapokuwa huko nchi yetu we salama. Wa hada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Majina anaitwa Mchanga Said Bakari natokea katika kampuni ya Totowe Hajj and Travel. Na kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija, kama Allah alivyoambisha. Wito uh, wangu kwa vijana kuweza kutekeleza ibada hii ya hija wakiwa wa vijana uh, kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija